Hey, habari. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena. Naendelea kumshukuru Mungu. Nakusihi uweze kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Lakini usisahau kulike hapo, eh, kushare, kusubscribe na kutupia komenti yako hapo, ili uweze kutuambia kipindi chetu nakionaje, kupitia komenti yako tutaweza kujifunza kwa pamoja ili tuweze kuandaa kipindi kingine kizuri chenye ubora zaidi ya hichi. Baada ya kusema hivyo, twende tukaangalia leo kitu kingine kizuri. Leo tutakwenda kuangalia kwenye electrical plants plans, eh, tutakwenda kuangalia eh, eh, symbols za electrical electrical equipments, lakini pia na descriptions aha, uh-huh. Unapokuwa una, umefanya wiring yako eh, mteja amekupa kazi, umefanya wiring yako ulivyomaliza kufanya wiring yako, sasa unataka kufanya utaratibu wa kuomba Tanesco, e, waweze kukuunganishia kuku, kuku umeme. Sasa ukitaka kwenda kufanya maombi, ni lazima uandae mchoro wa system zima ya umeme ambao e, imefanyika kwenye nyumba ya mteja. Sasa unapokuwa unaandaa mchoro kuna vitu muhimu sana vya kuweza kuvifahamu kwenye vipindi vilivyopita na video nyingi sana nimeweza kuelezea, mm -hmm. namna ya kuweza kuchora hizi electrical eh, electrical circuits, umeona hizi electrical plans. Kuna vipindi vingi sana vilivyopita nimeelezea namna gani ya kuweza kuchola, nimefundisha kwa undani zaidi. Kwahiyo kwa mtu ambaye ndio mara yake ya kwanza kuweza kufuatilia kipindi hichi ukitaka kujua namna bora au ukitaka kujua kiundani masuala ya michoro ya umeme unaweza ukafuatilia vipindi au video zilizopita. Nilielezea kuna vitu vingi vya msingi sana, unajua kwenye kuchora eh, michoro ya umeme <coughs> kuna part kama nne hivi eh, part kama yeah, part kama nne nne ya unapokuwa unachora. kuna part ya kwanza ni electrical, eh, electrical layout kwenye mchoro kuna pati ambayo electrical layout, inaitwa Electrical layout. Nilishaielezea kwenye video zilizopita kwamba yenyewe inakuwa inaonyesha pointi moja ya umeme hadi pointi nyingine, lakini pia inaunganisha, inaonyesha uhusiano kati ya pointi moja na pointi nyingine. Lakini kuna pati ya pili ambayo ni eh, schematic diagram. Ya, schematic diagrams ni diagrams ambayo inakuwa inaelezea kiundani E, plani nzima ya mchoro itakavyokuwa, kwamba mchoro wako utakuwa na main switch, utakuwa na earth rod, utapokea e, power kutoka TANESCO, itatumia waya wa size kadhaa, lakini pia mchoro wako utakuwa na circuit ngapi. Umeona paka hapo, hiyo ndio schematic diagrams. Hiyo ni pati ya pili. Pati ya tatu e, kwenye umeme ni pati ya symbols and descriptions, ndio hichi ambacho nacho nachokuonyesha hapo, umeona kwao inaonyesha kwamba inaonyesha alama tofauti tofauti kwenye mchoro, kwamba umeshaona mchoro wako, ndani ya mchoro kuna alama tofaut, tofauti tofauti. Zile alama utazitambuaje? Umeona zinamaanisha nini? Zina maana gani kwenye mchoro? Umeona, ndio hicho kipengele ambacho ni electrical symbols and descriptions. Lakini pati ya nne ni pati ya load. Ushachora kila kitu, ushaona mchoro umekamilika, kwa ni lazima ukalculate load ili utakapo submit kupeleka Tanesco, Tanesco ajue kwamba anakuletea umeme, e, umeme, umeme gani kama ni wa single phase au three phase, kwa unaletea kulingana na load iliyopo. Kwa kwenye kuweza kuchora michoro, michoro mbalimbali mbali ya umeme ya, kitu cha kwanza na cha muhimu kabisa ni lazima ujue symbols tofauti tofauti. Ukishazijua hizo symbols zitakusaidia kwanza kutafsiri mchoro kama umepewa mchoro. Mm -hmm. Umepewa mchoro labda ufunge kifaa, umepewa mchoro labda ufanye wiring kupitia huo mchoro. Umeona? Kwa uwezi kutambua ule mchoro kama hujui alama mbalimbali mbali za kwenye michoro. Umeona? Kwa hiyo leo tutakwenda kujifunza au kuangalia eh, alama mbalimbali zinazopatikana kwenye electrical plans. Umeona? Hmm. Tukaangalie alama ya kwanza hmm. Alama ya kwanza ni alama hii hapa. Hii ni alama ya kwanza, tuweze kuelewana vizuri. Alama ya kwanza ni alama hii hapa, ukiiona kwenye mchoro wako alama ya kwanza unaweza kusema ni lamp. Alama ya kwanza ni lamp mona, au unaweza ukaita kama nini, lighting. Alama ya kwanza ni lighting, unaweza kuta kwenye mchoro na kuonyesha kwamba hii hapa ni taa mona. Hii hapa ni nini? Ni taa. Kwa alama yake unaitambuaje? alama ya taa, kuna kiona kiona hii hapa mona. Ukiona tu hivi mona, ukiona hivyo hujue hii inamaanisha nini? Inamaanisha taa. Hiyo inamaanisha taa mona hiyo inakuwa inamaanisha nini? Inamaanisha taa, lakini pia uh, alama ya taa. Lakini pia unaweza ukaweka, ukiona let's say ukiona imekaa hivi, hizi hizi ni symbol general. ni general ambazo zina zinawaki ukiiona tu unajua inamaanisha nini mna kaona iko hivi mna, hii pia nayo inawakilisha nini? Taa. Kwa kwenye mchoro wako ukaona simbo hii hapa au ukaona hii hapa, inawakilisha lampu au inawakilisha nini? inawakilisha e, taa. Kwa ukiona simbo hii hapa na hii hapa, inawakilisha nini? Taa. Lakini kuna taa tofauti tofauti mna unaweza kukuta, labda, kwa mfano, uja tuchole kwenye standard nzuri uhum. Kwenye standard nzuri kabisa hmm. Kwa mfano, ukikuta hii hapa, uja tuchole kwenye standard nzuri sijui nitakucholeaje hapa, ungekuwa na ki kama hapo. Utaona hapo, kwa mfano, hii hapo itakuwa ndogo sana, lakini nataka nikuonesha utofauti. Na hii nayo ni duara. hmm. Sijui kama utaona hapo, lakini ndo namaanisha hiyo hapo. Na hii nayo pia inawakilisha ina inawakilisha taa mbona, lakini taa yenyewe hii inawakilisha hii hii ni eh, naita kama ceiling hii ni taa lakini za ceiling, kwa hii ni ceiling nini? Ceiling light hii inawakilisha ceiling light. Hii hapa na hapa ni general, unaweza ukaita kama lamp ama lighting. Lakini ukikuta kama iko hivi, hiyo manake inawakilisha ni nini? Ni zile taa za kwenye ceiling. Umeona, hiyo nayo pia inawakilisha nini? Taa. Lakini pia unaweza kukuta labda iko hivi, unachora tu kawaida, labda unakuta unakuta iko hivi labda unakuta iko hivi, umeona, ni duara. Ili sema nashinda kuchora kwau tume nini. Umeona, hizi ni alama tofauti tofauti. Ya yeah. Mwona hiyo hapa, hii hapa ni unaita kama ni aha, hii inaita kama mounted, mounted ni mounted light mshona, au unaweza kuita kama wall Wall light. Tumia hilo jina. Mon. Kwa hiyo zin, ukikuta zote hizi zinakuwa ni nini? Zinakuwa ni ni taa. Mon. Kwa hiyo ukikuta alama ya hivi kwenye mchoro wako, hii maana yake inamaanisha ni taa lakini za ukutani. Ukikuta alama ya hivi maana yake ni taa lakini za kwenye ceiling. Lakini ukikuta hii alama, hii maana yake inawakilisha ni kama umekuta ukutani, kama umekuta kwenye ceiling, maana yake hii inawakilisha ni taa. Taa kama taa au ukakuta x hivi. Kisha nini taa. Kwa hiyo ni hii ni alama ya kwanza hiyo. Tena tukaangalie simbo nyingine, simbo ya pili. Simbo ya pili ni simbo ya pili mm-hmm. Simbo ya pili ni ni ni switch switch lakini za lighting, ni lighting lighting switch. Kwenye lighting switch manake ni simbo za kuonyesha, hii ni switchi ya kuwasha taa. Umeona ukikuta alama iko hivi iko hivi, umeona, na ukakuta alama nyingine iko hivi nakukuta nyingine iko hivi. Mona, hii manake nini? Hii manake ni kwamba hii hapa ni switch e, ni switch lakini ya uh, na, hii naita kama one way one gain switch lakini, hapa hii tunaita ni one way two gain switch, lakini hapa tunaita ni one way three ir gain nini? Again, switch kwa nini? Um, one way maana yake nini? Maana yake ni aina za switch ambazo zinazowasha taa, lakini katika one position, umeona. Kwa hiyo maana yake kama taa e yako ni hapa, kama jinsi ambavyo anavyosema pale, hii ndo taa yako, umeona. Switch yako iko hapa, umeona. Kwa hiyo apa ndo switch, umeona. Kwa hiyo maana yake hii inakuja ni hapa katika one position, umeona, kwa hapa ndo kina labda ni kitanda chako hichi, hii ndo bed, umeona. Kwa hiyo ukija hapa unawasha, unakuja unalala, umeona, ukiwasha inawaka hapo, umelala. Ukitaka kulala sasa, ni lazima urudi tena hapa, hapa uzime ndio uje ifanye ulale. kwa ni aina ya switch ambayo e, inawasha taa lakini katika one katika one position yo inakuwa ina option moja, ni kuwasha na kuzima katika sehemu hiyo moja. Ndio maana tunaita one way one gain, maana yake ni kwamba ni switch ambayo inakuwa cha ina cha kuashia kitu kicho kimoja. Kwa maana yake kama hapa, eh, maana yake inakuwa ina gain moja cha kuashia kitu kimoja. Kwa maana yake kama hapa ukiwa na taa eh, labda ukija hapa mbele labda una una, let's say una fan. Fan. Ataae hicho cha kuashia kitawasha hizi taa mbili, hii hapa na hii hapa, lakini pia itawasha nini na taa hicho kimoja. Kwa hili kutofautisha hizi taa ziwashe kivyake na feni washe vyake, lazima uwe na vya kuashia tofauti tofauti, kim, kimoja au viwili au vitatu, umeona. Kwa hiyo hapa ina kimoja, maana yake inaita ni gen, maana inaita ni one way one gen, umeona. One way two gens, maana yake hapa sasa, maana yake hapa zitakuwa mbili, zinakuwa hivi, two gens. Kwa maana yake itakuja itawasha ta, lakini haitakuja kuwasha laba feni, labda itakuja kuwasha ten feni laba, itakuja na itakuja itawasha nini, itawasha hii taa. Umeona, umeona. Alafu hii gen nyingine ndio inakuja inawasha nini, inawasha fan, mbona tofauti hapo. Kwa hiyo ndio two gen, lakini three gen, maana yake hapo inaongezeka. Umeona, kwanza ukikuta hii gen moja inakuja inawasha taa hapa, gen nyingine inakuja inawasha taa hapa, alafu gen nyingine inakuja inawasha taa hapo, lakini vyote ni katika one position. Mwona, lakini hapa hapo kwenye lighting switch hapa hapo kwenye lighting switch, mm, kuna kuna hizo kuna kuna za two way. Sasa inakuwa hapa po hivyo hivyo. Two way two way inakuwa hivyo hivyo, inakuwa hivyo. Lakini zenyewe inakuwa na kambili. Kiona hivyo unajua kwamba hii ni two way kwa hiyo hapa naweza kuita ni nini? Two way one again, nakuwa na kambili hapo, na kambili. Kwa hiyo hapa inakuwa ni nini two mm-hmm. way Two, two gain. Mwona hapo, mwona inakuwa na kambili hapo kambili. Mwona hii hapa tena ini hivyo hivyo, 3 3 again, umeona? kwa 2 way maanake ni ni, ni nini? Manake huku tumeona ni hii, tumeona ni one way. 2 way maanake nini? 2 way manake ni switch ambayo inakuwa na option zaidi ya mbili, yani zaidi ya moja. Umeona? Kwa hiyo una uwezo wa kuwasha taa huku na ukazimia sehemu nyingine. Umeona? Kwa hiyo ndio manake ya nini two way. Kwa unaweza kujikuta hapa kitanda kiko hapa hapa ndo kuna kitanda mona, mm-hmm. Kwa unakuta hapa ndo unaingilia ko switchi itakuwapo hapa mlangoni mona, labda ya two gain, lakini two way mona, hapa ndo kuna hapa let's say hapa kuna, kuna kuna taa yako hapo, shakwambia taa ina simbo nyingi, hii ni taa alafu hapa ndo kuna feni hapo maona alafu mm -hmm. Hapa hapa, huu ni ukuta kwa kwa, kwa mbele tena hapa kuna kuna switch ya two gang ya two ya two gang, lakini two way. Kwa nini maana yake ini maana yake, maana yake ni kwamba utasema gen moja itakuja itawasha itawasha feni hapo, gen ya pili itakuja itawasha taa hapa, umeona? Kwa maana yake ukiwasha hapa, ukija kulala huna haja tena kurudi huku, unakuja unaizimia hapa karibu na kitanda chako, ambacho kuna kuna switch nyingine. Kwa hiyo hapa tena itatoka hapa, itakuja itafanya itaunga hapa, umeona? Umeelewa mpaka hapo? jinsi ambavyo inavyokuwa ukitaka kuongeza, e, ukiongeza taa nyingine hapa, labda taa ya pili hapa. Hapa ni taa ya pili. Kwa maana yake tena itatoka tena hapo hapo itakuja, umeona, itawasha hapo au. Yeah, itawasha hapo au unaweza ukasema kwamba kwa sababu hii geni moja kawasha hizi taa mbili naeza mm -hmm. Ukasema kwamba inatoka inakuja mpaka hapa. Umeona? Alafu inakuja inaunga mpaka hapa hapa mpaka inakuja api. Inakuja wapi? Manaake uki, ukiwasha hapa nakua unazimia huku, ukiwasha huku ukitaka kutoka mnaja ya kurudi kuzimia. Unakuja na unazimia hapo. Ndomana, nini? ya nini? Two, two ndio maana ya ndio maana ya way Two way switch. Umeona? Kwa hiyo kuna two way switch ya gen moja, ya gen mbili, ya gen tatu hadi gen nne. Umeona? Kwa hiyo ni ya pili, twende ya tatu. Simbo ya tatu. Kwa hizo ni alama ukiziona kwenye mchoro wako unajua kabisa kwamba inarepresent kitu kitu fulani. Mhm. Twende alama ya tatu. Aha. Alama ya tatu ni ukiona ni intermediate inter intermediate intermediate intermediate switch. Hiyo ni alama ya tatu ambayo yenyewe inakuwa hivi, inakuwa hivi, inakuwa hivyo, inakuwa kama jinsi ambavyo inavyoonekana hapo. Unaona hapo hivyo mnaona hapo. Mnaona, inakuwa hivyo. Intermediate inakuwa hivyo. Ni intermediate intermediate switch yenyewe inakuwa inafanya ni switch ambayo inakuwa na option zaidi ya mbili. Ni tofauti na two way, lakini inafanya kazi eh, sambamba na na two way. Kwa hiyo pakiwepo na intermediate moja kunakuwepo na two way switch mbili. Kwa maana yake maanake ni, ni kwamba maanake eh, ni kwamba kama taa kwa, iko so, hapa hizi sana sana intermediate waga zinatumika kwenye ngazi, kwenye kama unapanda kwenye flow, unapanda ngazi mwanzo, kabla hujaanza kupanda ngazi, labda kwa mfano hizi ni ngazi, hizi ni ngazi, hizi ni ngazi, hizi mona, hii hapa ni flow. Mona ni ngazi hizi, hapo umepanda hapo. Mona hapa ndo unakwenda huko, mona hapo mm-hmm. Afu hapa ni ukuta let's say yep. mm hapa -hmm nakuja unaunga paka ya, una say, mpaka hapo ya, unapanda hapo se mpaka hapo hivi kote mm, mm huko -hmm. Sasa unakuta hapa mwanzo hapa ndo kunakuwa kuna switch ya kwanza ya two way mwona, kwa ukipanda ngazi unakuja tinapa hapa tena nakuja, unakutana na switch nyingine ya two way no, unakutana sasa na hiyo intermediate. Nakutana na intermediate, mona hapa unakutana na intermediate. Ukienda huku mbele, huku unakutana na two way. Kwa hiyo unakuwa na option zaidi ya ngapi? Zaidi ya mbili. Kwa maana yake hapa mwanzo hapa taa unaweza ukaizima kwa umesahau ku, umesahau kuizima. Unaweza ukaizimia tena kama umeizima kuwasha. Kwa intermediate maana yake inakuwa katikati ya two way switch mbili, umeona? Kwa hiyo maana yake inakuwa na option zaidi ya mbili, lakini two way switch yenyewe inakuwa na option zaidi ya moja, lakini one way switch yenyewe inakuwa na option moja. Kwa hiyo ndo tofauti. Kwa ukikutana na simbo hiyo kwenye electrical plants means ni intermediate nini? switch. Kwa hiyo ndo iko hivyo, hiyo ni simbo ya tatu. Tuende kuangalia simbo ya nne hapo, tuangalie simbo ya nne, simbo ya nne hapo, tuende kuangalia ni tuangalie kitu kimoja. Kuna switch hii hapa, dima switch. Tuangalie dima, dima switch. Switch hiyo ni ya tatu.